Katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa pili mpaka wa tatu, mhimidi Bwana e nafsi yangu, wala usisahau faida zake zote, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. e Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako, tunakushukuru kwa uhai. Hata wakati wa maumivu, wewe bado ni mwema tunakiri kuwa wewe ni Yehova Rafa, Bwana wetu mponyaji. Leo tunakuja mbele zako tukikuinua tukikusifu, kwa sababu wewe una mamlaka juu ya kila ugonjwa. Yeremia 30 mstari wa 17, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako. Bwana, tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wote, wako hospitalini, nyumbani, wengine hawana uwezo wa hata wa kupata matibabu. Tunaomba mkono wako wa uponyaji uwaguse sasa. Tunawaombea wenye saratani, kisukari, presha na HIV na magonjwa yote ya mwili. Ee Mungu, tunaomba uingilie kati na urejeshe afya zao. Tunaomba damu ya Yesu iwafunike. Bwana, tunawaombea wale waliokata tamaa kutokana na magonjwa yao, wale walio na msongo wa mawazo, wale waliokata tamaa ya kupona. Mungu wetu wa tumaini, waguse katika akili na mioyo yao, wajulishe kuwa hawatawacha, wape amani na tumaini jipya, wape nguvu ya kusimama tena na kuamini kuwa kuna kesho njema. Bwana, tunaombea familia za wagonjwa, wale wanaowatunza ndugu zao kwa upendo, wanaohangaika kutafuta matibabu, fedha na msaada. Watie nguvu, wape neema ya uvumilivu na matumaini, wajulishe kuwa juhudi zao si bure. Waongoze katika maamuzi ya afya na wafungulie milango ya msaada. Tunaombea madaktari, wauguzi na wahudumu wote wa afya, wape hekima, huruma na ulinzi. Waongoze katika kila upasuaji, kila dawa wanayotoa, kila ushauri wanaotoa. Wape moyo wa utumishi na wape moyo wa rehema kwa wagonjwa wanaowahudumia. Bwana, tusaidie kuona mkono wako hata katikati ya mgonjwa Tusaidie kutumaini hata tunapolia kwa uchungu. Tupe macho ya imani kuyaona makusudi yako, tujulishe kuwa hata maumivu yanaweza kuzaa ushuhuda mkuu. Wewe huponya papo hapo, polepole, pole, au hata kupitia maisha ya milele, lakini bado wewe ni mwaminifu. Ee Bwana, tunatangaza kwa imani kuwa wagonjwa wanapokea nguvu mpya. Tunatangaza uzima mahali ambapo kulikuwa na magonjwa. Tunatangaza faraja kwa waliovunjika moyo. Tunatangaza mkono wako wa rehema ukifanya kazi sasa. Kwa jina la Yesu Kristu tunaomba na kuamini. Amina. Watu wa Mungu, asante kwa kuomba pamoja. Naomba kwa moyo mwema, please subscribe kwa chaneli yangu ya YouTube Prayer Room, na mbarikiwe. Amina.